Tazama, Atlantis ilizama, Pompeii ikateketea, Great Zimbabwe ikatoweka, Babylon ikabomoka na Kilwa imesahauliwa, lakini ndani ya magofu hayo kuna sauti moja ya dunia. Kila ustaarabu una mwisho, lakini kila mwisho kuna somo lake. Wakati leo tunajenga miji mikubwa yenye taa, kelele na magorofa marefu tunapasa kufahamu ya kwamba dunia hii imewahi kushuhudia miji mikubwa zaidi, mizuri zaidi, yenye fahari kuliko kitu chochote tulicho nacho leo, lakini yote imepotea kama moshi unaofutwa na upepo wa historia. Wengine wanasema ilimezwa na bahari, wengine wanasema ililaniwa na miungu, na wengine wanadai ilisahauliwa kimakusudi na binadamu wenyewe. Nitaanza kukusimulia jinsi miji ilivyoangamia na kupotea halafu, mwishoni nitakupa zile imani na mitazamo tofauti ya sababu za kupotea au kuangamia kwa miji hii mikubwa iliyoanguka duniani. Kwanza nitaanza kukusimulia jinsi miji ilivyoangamia na mwisho nitakupa zile imani na mitazamo tofauti ya watu juu ya kupotea kwa miji hii. Tuanze na Atlantis, mji ambao ulikuwa na ufalme lakini ukazamishwa na bahari. Hadithi ya Atlantis inaanza miaka ya 2400 iliyopita kupitia kalamu ya mwanafalsafa Plato. Anasema kulikuwa na visiwa vikubwa nje kidogo ya milango ya Gibraltar. Visiwa vilivyokuwa na teknolojia ya usanifu na hekima iliyozidi mataifa yote ya wakati huo. Wananchi wa Atlantis walimiliki nguvu za asili, walitengeneza mitambo ya kushangaza na wakaishi maisha ya kifahari kiasi cha kuamini kwamba wao ni kama miungu, lakini kiburi kikazidi hekima. Plato anaandika kwa siku moja na usiku mmoja tu wa bahari kali, Atlantis ikazama na kutoweka kabisa. Wengine wanasema ilikuwa kweli, wengine hadithi tu, lakini swali halijawahi kufutika. Je, inawezekana historia yote ya ustaarabu wa mwanzo imezama baharini? Mji wa pili ni Pompeii mji ulioangamizwa kwa mawe. Agosti 24 mwaka wa sabini na tisa baada ya Kristo, wakazi wa Pompei walikuwa wanaishi kawaida, watoto wakicheza, wauzaji wakiuza mkate na wasichana wakipaka manukato. Bila onyo, mlima Vesuvius ukapasuka kama hasira ya dunia, moto, majivu na mawe yakamiminika kama radi kutoka angani watu hawakuwa wa na muda wa kukimbia, miji ikafunikwa, watu wakakamatwa wakiwa kwenye midundo ya maisha yao ya mwisho, mama akimkumbatia mtoto, mume akijaribu kumkimbiza mkewe, mpaka akiwa amelala kitandani. Miaka elfu moja mia saba baadaye wachimbaji walipoifukua Pompeii walikuta miili imebaki vile vile kama picha ya mwisho ya dunia ndogo inayoishi kwa fahari. Ni kama muda ulisimama na historia ikatuambia hakuna mji mkubwa kuliko nguvu za dunia. Mji mwingine ni Great Zimbabwe, ufalme wa mawe na siri katikati ya kusini mwa Afrika. Magofu ya Great Zimbabwe yanasimama kimya, yakishuhudia fahari ya wafalme waliokuwa na dhahabu, biashara na hekima isiyoelezeka lilijengwa kati ya karne ya kumi na moja mpaka kumi na tano bila simenti, bila teknolojia ya kisasa, lakini kuta zake bado zimesimama imara hadi hii leo. Wachunguzi wa kikoloni walishindwa kuamini kuwa Waafrika ndio waliowajenga majengo hayo, walidai labda ni kazi ya Wamisri au Waarabu, lakini walikosea sana. Great Zimbabwe ilijengwa na Waafrika. Great Zimbabwe ilikuwa ushahidi wa ustaarabu wa Kiafrika uliokomaa wenyewe, wafanyabiashara waliounganishwa na Asia kupitia bahari ya Hindi. Lakini ghafla mji huu ukatoweka. Wengine wanasema njaa, wengine mabadiliko ya biashara, wengine laana za kifalme. Leo mabaki ya mji huo yamebaki yakiwauliza swali gumu sana wa Afrika: kwa nini wanasahau nguvu walizonazo kabla hawajakubali kuitwa maskini. Mji mwingine ni Babylon, mji wa ngome na siri za kale. Karne nyingi kabla ya Kristo, Babylon ilikuwa moyo wa ustaarabu wa Mesopotamia. Ilikuwa mji wa sayansi, dini na siasa, mahali ambapo watu waliandika sheria za kwanza duniani. Jengo la Babeli lilisimama likigusa mawingu na bustani zinazoning'inia za Babiloni zikaorodheshwa kama moja ya maajabu saba ya dunia, lakini fahari ikaja ikabadilika na kuwa upofu. Nabonido na Belshazari walipojiona miungu, wakashindwa kuona kivuli cha kuanguka kwao. Usiku mmoja tu, mji mkubwa zaidi wa dunia ukaanguka mikononi mwa Dario wa Uajemi. Ukuta ukabaki, lakini roho ya Babiloni ikaondoka milele na leo jina Babylon linabaki kama ishara ya nguvu iliyopoteza mwelekeo wake. Mji mwingine ni Kilwa Kisiwani, tajiri wa dhahabu wa Afrika ya kale. Tanzania kuna kisiwa kinachoitwa Kilwa Kisiwani. Karne nyingi kabla ya ukoloni kilikuwa kitovu cha biashara ya dhahabu, pembe za ndovu na hariri. Wafanyabiashara kutoka Arabia, India na China walifika huko kila kona ya dunia ikatazama fahari ya miji ya Waswahili: majumba ya mawe meupe, misikiti ya kale na bandari kubwa kuliko zote Afrika Mashariki. Lakini utajiri huo ukaleta choyo, vita, ukoloni na usaliti. Vyote hivyo vikaivunja Kilwa vipande vipande. Leo Kilwa ni magofu yanayosemwa kwa sauti ndogo na upepo wa bahari, lakini historia inajua Kilwa ilikuwa Dubai ya kale ya Afrika. Tazama, Atlantis ilizama, Pompeii ikateketea, Great Zimbabwe ikatoweka, Babylon ikabomoka na Kilwa imesahauliwa. Lakini ndani ya magofu hayo kuna sauti moja ya dunia: kila ustaarabu una mwisho, lakini kila mwisho kuna somo lake. Huenda miji ya leo nayo itakuwa magofu kesho. Swali ni je, tutakumbukwa kwa nini tulijenga au kwa nini tulisahau kujifunza? Kamilishe sasa kwa kutazama mitazamo, imani na maelezo ya kitafiti yanayokubaliwa juu ya kilichoikumba miji hiyo. Pia nitaangazia marejeo ya simulizi zinazokaribiana na zile za kwenye vitabu vya Mungu kuhusu miji iliyopotea. Watu wengi hudhani miji huanguka kwa njaa, vita au majanga, lakini kila taifa lina masimulizi ya ajabu yanayodai kuwa nguvu zisizoonekana, laana au makosa ya viongozi yalisababisha nguko lisiloelezeka. Leo tunafungua ukurasa wa siri, tusikie imani za watu wa kale, tuzilinganishe na utafiti wa wataalam na tuguse hata simulizi zinazotajwa kwenye vitabu vitakatifu kuhusu miji iliyomezwa na wakati. Atlantis kwenye simulizi za Plato, Atlantis haikuwa mji wa kawaida ilikuwa mahali ambapo maarifa, nguvu na utajiri vilikuwa vimefika kilele. Imani na ngano za kale zinasema watu wa Atlantis walidaiwa kumkosea Mungu kwa ubinafsi, kiburi na kuabudu miungu midogo. Kwa mujibu wa masimulizi ya Kigiriki, waliasi maadili yaliyofundishwa na mababu zao, wakageuka ufalme wa fujo. Kuna hadithi zinazoaminika zikisema kwamba Atlantis ilimezwa na bahari kwa sababu mfalme wake alikataa kuacha uchawi, ndoto za kutawala dunia na kujitangaza kama mungu. Hiyo ni mitazamo na maoni ya watu lakini ukweli au maoni ya watafiti ni huu. Wengine wanaamini Atlantis ni mfano tu wa taifa linalopotoka kwa maovu. Watafiti wengine wanasema huenda Plato alikuwa akizungumza kuhusu Santorini. Mlipuko mkubwa wa volkano uliosambaratisha ustaarabu wa Minoans. Lakini leo neno Atlantis limebaki kama sauti ya onyo: mamlaka bila maadili huishia kuwa historia tu. Mji wa Pompeii uliokimbia kivuli cha mlima wa Vesuvius. Imani mbalimbali mbali zinasema watu wa kale walidhani mlipuko wa Vesuvius ulikuwa adhabu ya kiungu kwa sababu ya maisha ya anasa yaliyokithiri. Baadhi ya makuani wa Roma waliandika kuwa miungu ilikasirika na ikatoa sauti toka ardhini. Imani nyingine inasema kulikuwa na ishara zinazowaonya, wengine wanadai paka weusi walionekana barabarani siku kadhaa kabla ya mlipuko. Lakini tafiti mbalimbali mbali zimefanyika na zikaja na maelezo haya: mlima Vesuvius ulikuwa na shinikizo la gesi lililojengeka kwa miaka mingi hakukuwa na teknolojia ya kutabiri mlipuko. Mwili wa watu ulioganda kwenye majivu unaonyesha hawakujua kinachotokea. Wengi wa walijua moshi unakuja, lakini hawakujua kama moshi huo umebeba alama ya kifo. Kule Babylon, kwenye ufalme uliojengwa juu ya kiburi na ndoto za kutawala dunia, kuna maoni na mitazamo mingi ambayo ipo nyuma ya kuanguka kwake. Babylon ilikuwa mahali penye uzuri kupita maelezo bustani zinazoning'inia hekalu la Marduk na minara ya mawe. Mitazamo ya dini pamoja na imani mbalimbali inasema, katika vitabu vya Mungu Babiloni inatajwa kama mji uliokithiri kwa picha za sanamu, madaraka ya wapagani na kupotoka. Kuna simulizi za kwamba mfalme Nebukadneza alipoinuka kwa kiburi, Mungu alimshusha chini na hatimaye ikawa ishara kwamba utawala wa kibinadamu haudumu. Utafiti wa historia nao una maelezo yake unasema Babilon haikuanguka mara moja, iliangushwa na mfululizo wa mashambulizi ya Waajemi, vita vya makabila jirani, kushuka kwa uchumi, na kitu cha mwisho kilichoiua ni mto Eufrat kubadilisha mkondo wake na kuacha mji bila uhai. Lakini bado jina Babilon mpaka hii leo limebaki likimaanisha ufalme unaotembea kwenye ukingo wa maangamizi. Timbuktu ni mji uliokuwa mwanga wa Afrika kisha ukawa kivuli. Timbuktu ilikuwa kituo cha elimu duniani kabla hata ya vyuo vikuu vya Ulaya havijawa maarufu. Imani mbalimbali mbali na mitazamo inasema Timbuktu iliangamia kwa sababu zifuatazo. Kwanza, ilipoteza baraka pale watawala walipoanza kuvunja mila na uadilifu na kuchukua pesa za mashehe na wasafiri. Wengine wanaamini baraka ya elimu iliondoka pale majumba ya vitabu yalipoanza kudharauliwa na watawala wapya. Tafiti zinasema kuanguka kulisababishwa zaidi na kushuka kwa biashara ya dhahabu, uvamizi wa Moroko mwaka elfu moja mia tano tisini na moja, mabadiliko ya njia za biashara baada ya watu kuanza kusafiri baharini mabadiliko ya njia za biashara baada ya watu kuanza kusafiri baharini. Hatimaye mji ukawa kivuli cha hadhi yake ya zamani. Na pale Kilwa Kisiwani ambapo kuna ufalme ulioanguka baada ya kukosea mila za na pale Kilwa Kisiwani, inasemekana eti ufalme wa mji huo uliangushwa baada ya watu kukosea mila za mababu hiko hivi. Kilwa ilikuwa moja ya miji tajiri zaidi pwani ya Afrika, iliuza dhahabu, pembe, chumvi na kila utajiri wa pwani ya Kiswahili. Sasa kuna simulizi inayomhusu mfalme aliyevunja mila. Wazee wa pwani wanaisimulia hadithi ya mfalme mmoja wa Kilwa. Mara nyingi wanamtaja mfalme Al-Hassan au mwana wa mfalme mmoja wa Shirazi, ambaye alivunja kiapo cha mababu. Alikataa kufanya tambiko la mwaka ambalo lilikuwa linafanywa kuomba bahari isipandishe mawimbi makali. Alikataa kusikiliza wazee na akageuka mfalme wa kiburi. Ngano moja inadai kuwa alileta wageni waliodharau mila na bahari ikaja kwa hasira, Watu waliamini, ndipo mafuriko makubwa na mawimbi ya kupanda yakaanza kuichukua Kilwa kidogo kidogo. Ukweli wa kitafiti unasema Kilwa ilianguka kwa sababu ya mabadiliko ya uchumi wa bahari, lakini pia kina cha pwani ya bahari hiyo kilipungua. Kingine ni kuingiliwa na Wareno karne ya kumi na sita, migogoro ya ndani ya utawala, mabadiliko ya tabaka la biashara la pwani. Lakini leo ukienda Kilwa utasikia wazee wakisema Kilwa haikuanguka kwa nguvu ya nje, ilianguka pale heshima na mila zilipoanguka kwanza. Hadithi za miji iliyopotea ama kuangamia si ngeni kwa wale waumini wa dini mbalimbali, na wanaposoma vitabu vyao wanapata visa na hadithi mbalimbali zinazoelezea miji iliyoangamizwa na Mungu katika vitabu vitakatifu, Taurat, Biblia pamoja na Quran. Kuna marejeo ya miji ambayo imeanguka kwa sababu mbalimbali mbali. Sodoma na Gomora, vitabu vitatu vinakubaliana kwamba miji hii ilianguka kutokana na maovu yaliyokithiri, ukosefu wa heshima na kukiuka mipaka ya maadili. Utafiti wa kisasa unapendekeza kulikuwa na mlipuko wa kitu kinachofanana na meteoro uliolipua eneo lote. Mji wa Ad na Samud katika Qur'an, wameelezwa kama watu waliokata onyo wakajiona wenye nguvu sana na kujenga milima kwa mikono. Hadithi zao zinafanana na majanga ya kiasili kama upepo mkali, ukame na ardhi kupasuka. Na mji mwingine ni Irem dhat al-Imad. Baadhi ya wanahistoria wanaamini mji huu uliohusika na ustaarabu uliotoweka kama Atlantis ya Mashariki. Masimulizi yanauelezea kama mji ulioanguka baada ya watu wake kuasi maadili na kukataa haki. Kila mji unaanguka kwa sababu mbili sababu ya kuonekana, na sababu ya kusimuliwa. Lakini mwisho wa siku, simulizi zote zinatuambia kitu kimoja: mji unaotembea bila maadili, bila umoja, bila kusikiliza wazee huvaa kiburi na siku moja ujikute imebaki historia tu.